ruasa kuna kazi kubwa ambayo tumeendelea kuzifanya kwa ajili ya kuboresha huduma ya maji kwenye maeneo yetu ya Mkundi na Lukobe. Kazi iliyofanyika ni kubwa sana. Kwa serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ilitupatia fedha bilioni tisa kwa ajili ya kuhakikisha tunaboresha huduma maji safi na usafi kwenye eneo la Lukobe, Kiegea na Mkundi. Hizi kata awali zilikuwa na changamoto kubwa upatikanaji wa huduma ya maji. Tumeweka, tumeendelea kutanua eh, mtandao wa usambazaji maji kwenye maeneo haya yote. Nimesema awamu ya kwanza tumelaza mabomba kilometa 194. Awamu ya pili tutalaza mabomba kilometa 268, na awamu ya tatu tutalaza mabomba kilometa 248. Kwa jumla tutalaza mabomba kwenye maeneo haya kilometa 710. Kwao ni kazi kubwa, ni uwekezaji mkubwa ambao kwa kweli tunapaswa kujivunia na kutambua kwamba kazi imefanyika. Yetu kila mwananchi ambaye anaishi kwenye maeneo haya bila kujali uwezo wake kipato chake cha wakati huo aweze kuunganishwa huduma, alafu mengine yatafuata taratibu, atalipia hiyo hiyo hiyo gharama ya mongosha mapya kidogo kidogo, kwa muda ambayo tutakubaliana. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ametoa kibali tuwakopeshe, a tuwakopesha, ili waweze kila mwananchi ambaye yuko kwenye eneo hili la Lukobe, Mkundi, Kiegea aunganishiwe maji. Wameanza kuingiza maji, kusogeza maji ili kwa ajili ya kuingiza watu maji ndani ya nyumba zao. Lakini kabla ya hapo, tulikuwa tuna wakati wanaangaika na hizi process za kuangaika za kutafuta mabomba, kusambaza mabomba, tuliwaomba sisi MORUWASA kwamba kwa sababu mambo ya kuandaa mabomba na nini yanachukua muda, basi watusaidie watu, watu hata tupate vizimba vya maji, watu waendelee kupata huduma wakati tunasubiri wakiendelea waki na prosesi za kuingiza, kusambaza mabomba ya maji. MORUWASA walichukua walituelewa, na wakatupa vizimba kama sita, wameshaanza kusambaza mabomba ili yaingie katika miji ya wananchi, na pia tumepata taarifa kwa mwenyekiti wa serikali za mitaa wakavitana, kwamba wengi wananchi wamepeleka taarifa zao pale ili kuajili kusambaziwa maji. Nimeishi na kukua hapo, mradi huu wa maji mkubwa ulioletwa na serikali ambao umetengewa zaidi ya bilioni tisa wakati unaanza na ushuhudia mpaka sasa unavyoenda ukweli ni kwamba mradi huu unaendelea vizuri na wananchi wa eneo hili la Lukobe wamepokea vizuri. E, MORUWASA walitwekea vizimba sita ili tuanze kwanza kupata maji kabla ya kuunganishiwa, na vizimba vyote vinatoa maji. Watu wanakwenda kwenye vizimba wanachota maji na kwenda majumbani kwao. Mimi nikiwa mmojawapo, familia yangu inakwenda, nachota maji na nayatumia sasa hivi, na majirani zangu, haya yanaendelea ya kuweka madumu ni watu wachache wenye nia ovu na kutokutakia mema mradi mkubwa kama huu. Kwanza naipongeza sana MORUWASA kwa kazi kubwa wanaifanya kila siku hapa. Wakati nakuja nimekuta, nimewakuta makundi wako barabarani, wanachimba mitaro kulaza mabomba ili watu waendelee kupata huduma. Lakini pia tulishatangaziwa kwamba wananchi sasa ni ruksa kwenda kupeleka maombi kwa ajili ya kulipia na kuingiziwa maji. Kina mama kwenye kata hii wametuliwa ndoo kwa kweli, na faraja ni kubwa, na maono tunayoona mbele ni makubwa. MORUWASA wanafanya kazi kwa kasi kubwa, nina imani baada ya miezi michache mbele, na sisi tutakuwa ni wanufaika wakubwa maji